Hadhihi tabibatun, huyu ni daktari. Wa tilka mumarridatu, na yule ni muuguzi. Muuguzi kwa maana ya nesi. Wa tilka mumarridatu, na yule ni muuguzi. Kwa hivyo kwa upande wa kiume ingekuwa hadha tabibu, wadhalika mumarridun, na yule ni muuguzi wa kiume. Hadhihi tabibatun, daktari. Wa tilka mumarridatu, na yule ni nesi, muuguzi wa kike. Kisha nasema hadhihi min alhindi huyu ni kutokea India. Watilka min alyaban, nayule kule ni kutokea Japan. Hadhihi min alhindi, huyu ni kutokea India. Watilka minalyaban, nayule kule ni kutokea Japan. Wote ni wanawake. Hadhihi tawilatun, huyu ni mrefu. Watilka kasiratu, nayule ni mfupi

yule man dhalika na nani yule? Dhalika aliyun yule ni Ali. Dhalika aliyun yule ni Ali. Yasema atilka dajajatun. Je, yule niko atilka dajajatun. Je, yule niko? Sijua, ko ni kuku. Tilka battatun hakika. Tilka sasa, sema matilka nini kile?

Tilka saatu abbasin ile kule saa ya Abbas, tilka saatu abbasin ile kule saa ya Abbas, tilka saati ile pale saa yangu. Kwa saa atun ya akiki, natumia tilka au hadhi. Hadhi iko karibu, tilka iko mbali. Tilka saati asma dhalika likun wa tilka dajajatun, ile ni jogoo, na ile naile nikoo

Jamiatun na kile chuo kikuu. Madrasatu ni shule na jamia ni chuo kikuu. Madarasa ni madrasa, kusoma dini tu. Madarasa ni shule, shule kama shule na mabia nisema. Dhalika himarun, yule ni punda. Watilka bakaratu, na yule ni ngombe. Dhalika himarun, yule ni punda. Watilka bakaratu, na yule ni ngombe. Punda na ngombe, baratu Adhalika masjidun. Je, ule ni msikiti? Adhalika masjidun. Je, ule ni msikiti? La, hapana. Tilka madrasatun. Ile ni shule. Tilka madrasatun. Ile ni shule. Namba 4, hadha jamalun wa tilka naqatun. Huyu ni ngamia. Ngamia, ngamia wa kiume. Hadha jamalun, huyu ni ngamia wa kiume. Tilka naqatun, ile ni ngamia wa kike. Hadha jamalun, huyu ni ngamia wa kiume. Tilka naqatun, ile ni ngamia wa kike. Namba tano, hadhihi mudarrisatun. Huyu ni mwalimu wa kike. Hadhihi mudarrisatun. Huyu ni mwalimu wa kike. Watilka tabibatun, watilka talibatun, mwanafunzi wa kike. Mudarrisatun, mwalimu wa kike. Talibatun, mwanafunzi huyo wa kike. Namba sita, hadha kalbun wa dhalika qittun. Huyu ni mbwa na yule ni paka. Hadha kalbun wa dhalika

tunasema tilka ummun, ile ni mama au tilka ummi, ile ni mama yangu mimi. Namba mbili abun baba, dhalika abun, ile ni baba dhalika abi, baba yangu mimi dhalika abi. Namba tatu qalamun qalamun ya kiyakum dhalika qalamun yangu mimi au yangu mimi kalamu yangu mimi. Namba nne mil'aqatun kijiko mil'aqatun kijiko, nasema tilka mil'aqatun, ile ni kijiko tilka mil'aqatun, ile ni kijiko au tilka mil'aqati, ile ni kijiko changu. Matano, ainun ainun, jicho. Nani la kike? Ainun, kwa sababu tilka ainun, ile ni jicho. Tilka aini, jicho langu. Tilka aini, jicho langu. Allahu musta'an. Namba sita hajarun jiwe hajarun jiwe. Thalika hajarun, ile ni jiwe. Thalika hajarun, ile ni ha jiwe au jiwe lako. Thalika hajari, ileni jiwe langu mimi. ngaaukua -huk kusema hivi kwenda kama namasaba kamisun, kanzu. Thalika kamisun, ile ni kanzu. Thalika kamisun, ile ni kanzu. Kusema thalika kamisi, ile ni kanzu yangu mimi. Namba nane. Qidrun. Qidrun ni ya kike pia, ingawa jina lake lika kama kiume. Tilka qidrun, kile ni chungu au sufuria. Nasema tilka qidri, ile sufuria yangu au kile ni chungu changu qidri. Namba tisa. Na fidatun dirisha. Na fidatun dirisha. Nasema tilka na fidatun, lile ni dirisha. Tilka na fidatun, lile ni dirisha kama la kwako. Tilka na fidatun, lile ni dirisha langu. Namba kumi bakaratu ng'ombe. Tilka bakaratu ili ng'ombe wakama ni kwako, tilka bakarati ili ni ng'ombe wangu. na bakumi na moja mpaka ishirini, hayo utakuwa ni homework yako, wewe utafanya na utatuma inbox kwa admin inshallah. nasema alkalimatu aljadida, tuma neno mapya kwa hii somo, almumarridatu ni muuguzi

mengi sasa, bado tuzungumza kwa baada hapa <tipa> ndio kuja mfululizo wa mazungumzo. Insha Allah, kwa watu wajiandae kuzungumza, wasio na aibu. Mtu sio na aibu, makosa yote tunafanya makosa. Mkamilifu ni Allah, na kadri tunazidi kufanya makosa, tunazidi kuzungumza na kujifunza kutokana na makosa yako, ndivyo kadri tunakuwa imara na kwa bora kwenye Kiarabu. wallahu ta'ala a'lam.